Media TV. Siku zote tunazidi kawaida kawaida, kawaida. kawaida. kawaida. kawaida. Mradi huu wa jengo la viongozi wa kitaifa na wakuu wa nchi ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkakati wa serikali kupitia Wizara ya Uchukuzi ya mwaka wa fedha 25-26 kuhusu uimarishaji wa miundombinu na huduma za viwanja vya ndege. Mradi huu ulianza kutekelezwa kwa miezi mitatu mme, mme, kuanzia Agosti to Oktoba 2025 na umetekelezwa kwa mkandarasi CRJE East Africa Limited chini ya usimamizi wa mhandisi mshauri Interconsult Limited ya Tanzania na timu ya wataalamu wa ndani wa mamlaka ya viwanja vya ndege kwa maana ya TAA. Mheshimiwa makamu wa rais, mradi huu ulizalisha ajira rasmi na zisizo rasmi kwa wazawa takriban 1100 na, na pia kutoa kandarasi za ununuzi na usambazaji wa vifaa vya ujenzi vinavyopatikana nchini, mathara nondo, mabati, tofali, kokoto, saluji na vinginevyo. Hii imepelekea kuongeza mzunguko wa fedha kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa makamu wa rais, jengo hili la kisasa lenye ghorofa moja linajumuisha kumbi tano za viongozi wakuu wa nchi zikiwemo kumbi maalum mbili kwa maana ya suits, kumbi kumbi mbili za mikutano, ukumbi mmoja wa kusubiria kwa maana holding lounge, mgawa kama ulivyoweza kuona ndani ya hilo jengo. Aidha, jengo hili limefungwa mifumo ya kisasa ya ulinzi na usalama, naweza nikasema this is a smart building, lakini pia ni environmental friendly, imeangalia pia mazingira. Sambamba na jengo hili msambamba, mradi huu umehusisha pia jengo dogo waiting lounge, yale majengo ambayo yako kule mbele E, lenye kumbi mbili kwa ajili ya viongozi wa kiserikali, washehereshaji, madereva, maegesho ya magari, barabara ya kuingia na kutoka kwenye jengo na uzio wa usalama. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa kuzingatia umuhimu wa miundombinu, jengo hili lina uwezo wa kuhudumia viongozi wakuu wa nchi tano, lakini tumeweka akiba, tumesema bafu na kumbi mwingine pale, anaweza pia ukatumika watakao eh, wingie nakotoka nchini kwa wakati mmoja na hivyo inalifanya kuwa jengo la kipekee na la kwanza Afrika Mashariki. Wizara inaendelea kuhakikisha miradi ya viwanja vya ndege nchini inaendelea kutekelezwa ili kuongeza huduma ya usafiri wa anga na hivyo kufungua na kuchochea shughuli mbalimbali za kiuchumi hapa nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa sasa serikali inaendelea na utekelezaji wa ujenzi wa kiwanja kipya cha kimataifa cha Msalato ambacho nilikitembelea siku mbili zilizopita na kazi inaendelea vizuri. Pia tunaendelea na ukarabati na uboreshaji na uboreshaji wa viwanja vya ndege vya Julius Nyerere, Kilimanjaro, Shinyanga, Sumbawanga, Tabora, Kigoma, Leki, Manyara, Tanga, Iringa na Musoma. Mheshimiwa Makamu Rais, raisi. Aidha, serikali katika kuhakikisha inaendelea kuimarisha shughuli za utalii, biashara na kilimo, Wizara kupitia mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania inaendelea na hatua ya upembuzi yakinifu ya na usanifu wa kina wa viwanja vipya vya Serengeti Kiabajwa huko Kagera na Njombe na mara baada ya kukamilika kwa hatua ya usanifu wa kina Serikali itatafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo niliyohitaji hapo juu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, ninaomba nikuhakikishie jengo hili zuri na la kisasa na la kipekee katika Afrika Mashariki tutalitunza, ili liweze kuishi muda mrefu kama ilivyosanifiwa wakati wa awali. Serikali imejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika kwani ufanisi katika huduma na uchukuzi unaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya ushindani wa kibiashara, unatuongezea mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Pamoja na ujenzi wa jengo hili, serikali ya awamu ya sita imejipanga kikamilifu kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta kama ilivyoainishwa katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka elfu mbili hamsini na mpango wa miaka mitano wa maendeleo ya taifa elfu mbili na ishirini na sita, elfu mbili na ishirini na saba, elfu mbili na thelathini, elfu mbili na thelathini na moja na, na, na, na ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ya elfu mbili na ishirini na tano. Hivyo serikali itaendelea kuboresha miundombinu na huduma mbalimbali katika viwanja vya ndege na huduma za usafiri wa barabara, usafiri wa majini na usafiri wa njia ya reli, pia uboreshaji wa huduma za kampuni za ndege Tanzania ATCL kwa lengo la kuboresha usafiri wa ndani, kuunganisha nchi yetu na nchi nyingine na kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha uchumi wa Tanzania na biashara za kimataifa. Aidha, ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, serikali imedhaminia kuunganisha huduma za sekta ya uchukuzi multimodal transportation. Katika, katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na uunganishaji wa huduma za viwanja, huduma za viwanja vya ndege, usafiri wa barabara, maji na Mathalan mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT katika kati ya eneo la Posta na Gongo la Mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. <laughs> Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Kupata taarifa zetu, subscribe chaneli yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele, takuwa utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, handika Jongo Media TV. Au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV. Siku zote tunazidi kawaida, kawaida, kawaida.